Kama sisi ni wazee wa Mira na vijana mgeuka, ambaye anayetusikiliza, wazee wa Mira tumekataa maandamano. Kijana atakayevuka mdomo wetu, sisi tutamurani. Na hata huyo aliyokamatwa Kisangura tulikuwa tunaomba aachiwe, kwa kuwa kuna wazee wa mira pale Kisangura, wa mshughulikie vijana wao. Kazi yao ni kuharibu, wanakuja wanakunyovua ving'ombe vyako, mzee unabaki hapo unaumia. Lakini tulipoangalia ile, wazee walipoona ile shida, wakaiona siyo nzuri, walikataa na iliisha mpaka sasa hivi. Kwa kweli, anaye tuletea furugu hatutakubaliana naye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 Salamu zimwendee mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano, mama yetu Samia Suluhu Hassan. Mungu amtangulie mbele ili Tanzania iweze kusonga mbele na kuwa na amani. Hao wazee hawapewi ha, ha, ha, ha, ha, rushwa. Tunachokifanya sisi wasee wa mila sio kwamba ni rushwa, tunasema, tukisema kwamba huyu mzee ametufanyia vibaya, ondoka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 sio nyinyi tu, vijana wengi tulikuwa nao. Tunapiga kura, tunampigia mtu kura, sasa akakamilika kapitishwa na kura sufiri, miaka yake iishe kwenye wilaya yetu. Hatutaki vurugu hata siku hii moja, tumekataa kama wazee tulioona mambo ya nyuma na mbele tunapokwenda. Wewe kama nimpika kamali, endeleeni kupika kamali kwenye nchi ilio na uhuru, kwenye nchi iliyo na amani, basi tumalize hilo toesi litoeke. Mimi kama mwenyekiti wa kamati ya usalama nawahakikishia taletiza, tunaendelea kufanya biashara zetu. Hayo mambo wazee hapa wamesema, wanahitaji kwenda kuchunga ng'ombe. Ng'ombe anapewa masaa ya kuchunga sao, lakini sasa nyinyi ndio mwemba balozi kuhakikisha mkiona viashiria vya viashiria vya vya vya uvunjifu wa amani mnaripoti kituo cha polisi. Sasa kuna siku tumekaa hapa, mnasema kuna vijana wadogo vijana wadogo vijana wadogo wadogo. Vijana gani hao jamani? Sasa sisi haya majukumu tunawaachia nyie.